Leo tarehe 25 Aprili mwenyekiti wa serikali ya mtaa Bonyokwa, Mheshimiwa Malia Tabu, amezindua rasmi mashindano ya ligi ya vijana iliyofahamika kwa jina la Vijana Cup, yakihusisha jumla ya timu 11 za vijana wenye umri kuanzia miaka 20 na kuendelea, yakilenga kuwapa vijana fursa ya kuonyesha vipaji vyao na kuhamasisha ushirikiano kupitia michezo. aumumkazi wa Bonyokwa lengo kuandaa mashindano haya ni kuwaweka vijana moja pia na kuwafanya wasiwe na mambo ya kaduni kuanza kusikia vitu kwa ajili ya ajabu haya kuweka vijana pamoja flai cheze na pia mpira sasa ni ajira kuna watu mbalimbali kuangalia mpira hapa kutolewa hapa timu nyingine Simba na Yanga umeenda vizuri uwakabalefarihi wa, wapinzani, namaanisha timu zote mbili zimejiandaa vizuri. Kwa hiyo mchezo uko salama bati nzuri, wanauelewa mchezo maana yake, wanafuata sheria zote 17 za mpira. Kwa hiyo kwa kipindi cha kwanza imekuwa kama 50-50 55 50, ilipokuwa wanaongozwa wa ujine kwenye jezi za rangi ranez, wanaongozwa awani jezi za blue kidogo, wanahitaji tu, wanahitaji sana, uh, uh, utulivu hasa walipokuwa wamefika kwenye lango, lakini timu zote mbili zinafika golini, ni ile tu hali ya kujiamini kutuliza na, Mchezo uko salama, tunamshukuru Mungu tumemaliza kipindi bila madhara yoyote. Hivyo madhara yoyote hivyo tunaomba Mwenyezi Mungu baada ya dakika kumi waze tena kipindi cha Bali na hayo mashabiki waliohudhuria siku hii ya kwanza nao walikuwa na haya machache ya kuzungumza. Kwa upande wangu, niona timu ya boda boda ina kuwa sana na jamaa kwa hiyo kwa namna hiyo inabidi na kujichapia a kurudi ajiongeza ufanisi kati ya safu ya, ya, ya ulinzi uli, na katikati ai kutogezea mabao mengi inaonekana timu nii inashambuliwa sana ya boda boda kulingana na timu hii nyingine ya New Vlam. Mchezo ulikuwa mzuri, timu zote zimeonyesha ushindani, mapungufu madogo madogo tu ndio yameweza timu ambayo sasa hivi, lakini timu zimeonyesha ushindani mzuri, kwa mimi naona ligi itakuwa kwa nzuri. Kwa majina naitwa Alex Joseph Barama, mimi ndo captain wa timu ya Bonyokwa FC. Uh, kwenye mashindano haya tutacheza siku ya tarehe tatu mwezi unaokuja. Kwa hiyo sisi kama timu tumejipanga vizuri, tumejiandaa vizuri. Uh, sisi of course hatujawahi kushiriki mashindano hapa kashindwa kufika fainali mashindano mengi, tumefika fainali mashindano mengi, sana tumebeba. Kwa hiyo e, tuna kila sababu ya kusema kwamba mechi ya tarehe tatu tunaweza tukapata ushindi. Lakini pia katika mashindano haya e, e, tuweze kuwakaribisha mashabiki, waendelee kuja kwa wingi na tukiongozwa na mwenyekiti wetu Eh, Mheshimiwa Maliatabu amekuwa akiwa mstari wa mbele kwenye michezo. Kwa hiyo eh, tuna kila sababu ya kuwakaribisha kua mashabiki wote kuweza kuhudhuria katika eh, mechi yetu ambayo itafanyika siku ya tarehe tatu, lakini pia kuna mechi nyingine zinaendelea, tualike mashabiki wa Bonyokwa waweze kuja kupata burudani katika viwanja hivi vya Bonyokwa. Katika hotuba yake ya uzinduzi Mheshimiwa Malia tabu alisisitiza dhamira ya serikali ya mtaa katika kuinua vijana kupitia michezo ni jitihada kubwa kabisa e, katika kamati yetu ile ya michezo sanaa na utamaduni e, tuna kamati maalum ya kuweza kuendeleza vipaji mbalimbali, kuviibua, kuvitambua na kuviendeleza vipaji mbalimbali. Kwa hiyo mashindano haya ya Vijana Cup, Mbuzi Cup ni chachu ya kuhamasisha vijana watoke vijiweni, waache kutimia waachkutimia, e, waache vitendo vya kiovu, washiriki shughuli za maendeleo kwa vitendo, lakini pia e, washiriki shughuli za utunzaji wa amani yetu, kwa sababu bila amani hakuna maendeleo. Kwa hiyo tunawapa e, tunatoa heshima kwa vijana wote wa mtaani. Jamani, huu ni wakati wa maendeleo yao. Wao wana kesho nyingi eh sana. Wasipodumisha amani, utulivu, upendo na mshikamano, maanake yote wanayopigania hayataweza kuwa na maana tena. Kwayo ni mashindano ambayo yanawaleta vijana pamoja, eh, kushiriki pamoja, kutengeneza mahusiano mema, lakini kuweza kushiriki eh, kupata hamasa ya kushiriki shughuli za maendeleo hapo vitendo. Nikiripoti kutoka Bonyokwa jijini Dar es Salaam. Frente Mohando, Mali TV.